Mwamba Traore anatafutwa na kuwindwa usiku na mchana, kwa sababu Mfaransa bado hapoi haboi, kwa kile ambacho anadhani kuwa, sio kudhani tu, ni kile ambacho amenyang'anywa makoloni na mtu ambaye anaonekana kuwa influence sana watu wengine ni Mwamba Ibrahim Traore, kwa sababu yuko very serious, sio siokuwa wengine hawako serious. Wako serious sana, lakini sasa ukijaribu kuangalia Traore the way ambavyo yuko serious sana, ili ndilo linalofanya sasa Mfaransa bado aendelee kumuwinda Ibrahim Traore, kwa sababu hili sasa ni jaribio lingine tena la kutaka kumuua Ibrahim Traore na kuipindua serikali ya Ibrahim Traore na ili kuaje kuaje? Nataka unisikilize vizuri, niweze kukuambia kwa sababu, ndani ya taifa hili la Bukina Faso, kumbuka kwanza, adui huwa haji yeye mwenyewe. Akija anakuja kutafuta watu ambao watakuwa ni wasaliti ndani ya hiyo uh, serikali yako au ndani ya hiyo nyumba yako <laughs> ndani ya nchi yako ambayo sasa Kumbuka hata Biblia kuna mstari unasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake, yani adui hatoki nje ya, hata kama adui anatoka nje ya lakini, mkono atakao utumia utakuwa ni mkono wa mtu wako wa ndani kabisa hapo. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo historia imekuwa ikijirudiarudia kwa viongozi wa Afrika wazalendo ambao wamekuwa wakiuawa. Na watu wa magharibi wamekuwa wakiwatumia watu wa karibu nao, wamekuwa wakiwatumia watu ambao walikuwa wanaaminika, watu ambao walikuwa wanawaamini hawa watu ndio mwisho wa siku wakaweza kuwaua na kuwapindua katika serikali hizi. Sasa ndivyo ilivyokuwa Ibrahim Traore. kwanza tumeona ma, majaribio kadhaa ya kutaka kumuua kwa sababu ya misimamo aliyonayo, kwa sababu Ibrahim Traore ni kiongozi wa mfano wa kuigwa kwa viongozi wengi wa Afrika. Ni tofauti na viongozi wengine ambao wamekuwa wao ndio watumishi au watu wa magharibi au manyangao unaweza kusema. Kwa hiyo imekuwa tofauti sana kwa mwamba Ibrahim Traore. Sasa, ni kuwa haya majaribio yote ya kutaka kuuawa na majaribio mengine ni kutaka kuuawa kutokana. Kwanza kuna mtu mmoja ambaye Ibrahim Traore alimpindua alikuwa ni colonel kanali, alikuwa anaitwa Henry Sandaogo Damiba ambaye alikimbia nchi, alikimbilia nchi jirani. Kwa hiyo naye pia vilevile akawa vile anafanya namna ya kutaka kumpindua kiwasiliana na watu wake ndani ya Burkina Faso kutaka kumuua mwamba Ibrahim Traore. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa tunakumbuka vizuri sana hilo ayo matukio yamekuwa yakitokea sasa hivi, ni matukio zaidi ya ishirini. Maana yake hili litakuwa ni tukio la ishirini na mbili la kutaka kuuawa kwa Ibrahim Traore. Sasa namna ilivyokuwa ni kuwa na, kumbuka mwamba pale ameacha fursa kwa wawekezaji kutoka nje kuja kuwekeza katika taifa la Burkina Faso, kwa sababu yeye alichokisema, alisema kuwa tunahitaji wawekezaji na sio majambazi, kwa sababu waliokuwepo pale walikuwa ni kama majambazi maana mnawekeza lakini hakuna kitu chochote kinachoendelea. Ndio maana niliripoti hapa wakati fulani kuwa Ibrahim Traore ameexposi taifa la Dubai, the way ambavyo limekuwa likiiba dhahabu katika mataifa ya Afrika, na hasa kutokea huko Burkina Faso, ilikuwepo Mali, ilikuwepo Ghana na nchi gani tena nyingine, na Angola nadhani. Lakini wanasema tani e, zaidi za dhahabu, tani zaidi ya mia tano zimeenda uh, kwenye taifa hili la Dubai lakini hazionekani kwenye rekodi za serikali. It means tani, no, sio mia tano hata ni tani, tani elfu tano zaidi ya elfu tano zimeenda, yani kwa miaka kama mitatu minne, tani zaidi ya elfu tano zimeenda zimeonekana kwenda. Maana hii ni kutokana na ripoti ya Swissport. Zimeenda katika taifa hili la Dubai lakini huku kwenye mifumo ya serikali za Afrika hazionekani hizo nini hizo dhahabu. Kwa maana kuwa dhahabu hizo manake haya mataifa ambako zimetoka hawakulipa ha ha kodi, ni uwizi, yani wameiba, zimeenda kwa namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana Traore akasema tunahitaji wawekezaji na sio majambazi kwa, kwa sababu majambazi wanakuwa wanatokea kwa namna hiyo. Sasa katika hizi hatua za uwekezaji kuna mzungu mmoja amekuja kutokea haya mataifa ya magharibi, akawa pale Burkina Faso, ameingia kama mwekezaji, na wakajua kabisa ni mwekezaji, lakini wasijue kuwa intelijensia ya Ibrahim Traoré iko juu sana kiasi kwamba hakuna mtu ambaye anaweza <laughs> anaweza kumdhuru kwa sababu mwamba huyu kwanza ni captain, lakini pia vilevile vile, yeye mwenyewe anajijua kuwa yuko katikati ya mbwa mwitu, kwa anajijua kuwa atembee namna gani, aende namna gani. Lakini kumbe huyu mwekezaji anayejiita mwekezaji, si mwekezaji, ni mtu ametumwa na mataifa ya magharibi kuja kulipa askari mabilioni ya pesa, askari wale wa pale kwa ajili ya kuipindua serikali ya mwamba Ibrahim Traore na huyu kumbe kumbe, wanampeleleza tu, yeye hajui, na anashawishi askari na askari wengine wanaoshawishiwa, kumbe wengine ni wapelelezi, wametumwa kupeleleza wajue ni nani. Baadaye sasa, baada ya kujiridhisha na ushahidi wa maana, ikabidi sasa wamkamate huyu mtu na kumkamata, kumbananisha vizuri, akasema ni kweli alileta pesa nyingi sana kwa ajili ya kuwalipa askari ambao wangeweza kuipindua serikali ya Mwamba Ibrahim Traore. kwa hili likawa ni jaribio tena lingine la ishirini na mbili kuweza kulikwepa kupinduliwa na kuuawa, kwa sababu kumbuka, Thomas Isidore Noel Sankara naye alipinduliwaga kwa namna hiyo hiyo na rafiki yake kipenzi ulikuwa, ambaye walikuwa wameishi pamoja. Huyu sio mwingine ni Blaise Compaore ambaye naye aliendesha nchi zaidi ya miaka thelathini, lakini kukawa tuna mambo ya hovyohovyo hovyo tu ambayo yalikuwa sio mambo mazuri, kwa hiyo sasa Traore anajua na anaelewa vizuri sana kuwa hawa watu wakitaka kukuua au wakitaka kukupindua mtu atakayemtumia watatumia watu wa ndani kwa ajili ya kufanya mapinduzi. Ndio maana unaona yuko makini sana kwenye swala hili, yuko makini mno kwenye swala la ulinzi. Ndio maana unaona kila mara akienda mahali popote, anapoenda lazima mguu wa kuku uko hapa kiunoni, kwa sababu anajielewa na anajua vizuri sana lakini kwa taarifa nyingine ni kuwa Venezuela pia wamemtumia walinzi wa kumlinda kwa sababu, Venezuela ni taifa ambalo liko kinyume sana na mataifa haya ya magharibi, ambayo sasa hata juzi juzi hapa tuliona wakati wa utawala huu wa Donald Trump kwenye uapisho alisema kuwa Donald Trump alitoa ofa ya kumtafuta na kumuinda rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Kwa hiyo hiyo na yenyewe imeenda namna hiyo, kwa hiyo bado <laughs> wanaendelea kumtafuta. Mfaransa asingeweza kukubali na hawezi kukubaliana sana na makoloni yake kuweza kuondoka kwa sababu Ukumbuke jambo moja, Emmanuel Macron amekuwa akilaumiwa kuwa yeye ndio amewaamsha viongozi wa Afrika waliokuwa wamelala. Sio kuwaamsha viongozi wa Afrika waliokuwa wamelala, ni muda umefika na muda huu uliofika ni muda ambao sasa watu wanamkataa Mfaransa, wanamkataa mkoloni wa Afrika, wanamkataa mkoloni na mambo yake, wanakataa mambo ya ukoloni. Mambo leo ndio maana unaona kuna mataifa ambayo yanaamka na mataifa na yanayoamka mojawapo ndio taifa ili la limekuwa ni mfano wa kuigwa na kiongozi wake huyu Captain Ibrahim Traore amekuwa ni mfano wa kuigwa kwa watu wengi, ambapo Waafrika wengi tunataka viongozi wetu wengi wa Afrika waweze kuiga mfano kutoka kwa huyu mwamba, ambaye tukiumli, ni mdogo tu kiumri miaka 36, lakini angalia mambo anayoyafanya, angalia vitu anavyovifanya. Kwa hiyo Mfaransa hawezi akakubaliana na hili jambo, kwa sababu Mfaransa hivi hivyo makoloni haya kujitoa mikononi mwake, mwisho wa siku Ufaransa itafilisika na Ufaransa litakuwa ni taifa litarudi kuwa taifa la ulimwengu wa tatu, na itabidi raia wao watoke kule waje kuomba kazi huku Afrika, baada ya kuwa Afrika imejitambua. Ndio maana Mfaransa anakoba kweli kweli na anakazana sana, ili na mambo hayo yasiweze kutokea, lakini anajua kabisa sumu. Hata kwenye ule ukanda wa Sahel, anajua sumu kubwa ni Ibrahim Traore. Kwa tufanyeje? Ngoja tuondoe hiki chanzo. Kuna andiko linasema ni mpiga mchungaji na kondoo watatawanyika, kwa wanajua kabisa tukimuondoa huyu, kwa sababu bado wana ule usemi wanasemaga kill one, terrify 1000 people. Yani, huwa mtu mmoja watishie watu elfu moja kwa maana kuwa uh, wakifaulu kumuua Ibrahim Traore, viongozi wengine wataogopa kufuata hizo nyayo za Ibrahim Traore. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda huyu mwamba na sisi tunamuombea sana alindwe kabisa kabisa pamoja na ulinzi alio nao, lakini pia ulinzi wa kimungu unatakiwa. Ndio maana baada ya muda umeona uh, bado anaendelea kuwepo, naangalia mambo anayoyatimiza, ahadi zake ni miezi zina mia, sio miaka kuchukua na karne hapana. Kwa hiyo huyu ndio mwamba Ibrahim Traore ambaye tunaendelea kumwombea. Niseme tu kuwa, ndugu zetu, tunawashukuru sana kwa kuendelea kutusapoti kwa kuangalia video zetu, kusubscribe, kushare pamoja na kulaiki. Nyinyi ni watu wa muhimu sana, tusingekuwa hapa kama msingekuwa ni nyinyi, na tayari channel yetu imefikisha subscribers laki moja. Kwa hiyo bila nyinyi sisi tusingekuwa hapa. Tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana sana, asanteni.